Kutoka hapa hapa Tanzania ameweza kushirikishwa kwenye remix mpya ambayo ni wimbo ambao unakwenda kwa jina la Too Late. Eh, bana wimbo huu bana tiza yake imeweza kwenda viral kino manoma kwenye mitandao e, tofaut, tofauti tofauti, baadhi ya watu wakiendelea kufanya challenge kule kwenye mtandao wa TikTok. Ni wimbo ambao umeonekana kabisa kuwa ni maarufu kino manoma. Sasa e, mwanadada huyu ambaye anakwenda kwa jina la Wendy Shay kutoka Ghana e, bana, ameweza kumshirikisha Phina lakini pia e, mwanamuziki kutoka Nigeria Guchi, lakini pia Bedjine ushirikiano wao umeonekana kabisa kwamba kuwa ni mkubwa zaidi, lakini e, wimbo ambao uliweza kuwakutanisha e, watu wasanii hawa ni wimbo ambao unakwenda kwa jina la na, e, bye bye ambao ulikuwa ni wa Nadia Mukami, waliweza kufanya pamoja mwaka 2024. Remix hii inaweza kuachiliwa rasmi, itakuwa ni Ijumaa, ambayo inalenga e, kuweza kuongeza muunganiko wa kimuziki kutoka hapa Tanzania, lakini pia e, nje ya mipaka Tanzania, na kama unavyojua kwamba Mwana dada Fina ni moja kati ya wanadada ambao wanaendelea kuwakilisha poa zaidi, akiwa ni solo artist, mwanamuziki wa kujitegemea e, lakini akiendelea kufanya poa zaidi. Remix ambazo e, anazifanya ni kubwa zaidi, lakini nikukumbushe pia, amekuwa ni moja e, ya wasanii ambao wakikaribishwa kufanya remix, basi anafanya poa zaidi. Wimbo ambao aliweza kushirikishwa hapa Tanzania, wimbo wa Manu pamoja na Real J Melody aliweza kufanya poa zaidi, lakini pia wimbo wake kama vile uponyo ni wimbo ambao aliufanya peke yake, lakini uliweza kufanya poa zaidi, lakini nikikurudisha nyuma pia E, Bongo Star Search, mwaka 2018 na alikuwa ni mshindi ambaye aliibuka kwa jina lake, ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Sarafina kabla ya kuwa e, Fina TMA mwaka 2022 na aliweza kuibuka mshindi wa tuzo za TMA. Lakini pia e, wimbo wake wa kwanza kabisa kuweza kuachilia ulikuwa unakwenda kwa jina la In Love, ndio wimbo wake ambao umeweza kumkaribisha kwenye game. Lakini e, mwaka 2022 na na mwanadada Sarafina aliweza kubadilisha jina na kuweza kujiita Fina And this time around yamekuwa ni mafanikio ya back to back, na wimbo wao ambao unakwenda kwa jina la Too Late ni wimbo fulani hivi ambao uko na maudhui ya kuweza kumponda yule ex ambaye alikuacha katika hali mbaya. Sasa the way ambavyo wanarudi tena kwa ajili ya kuweza kuomba msamaha msama, eh, kuomba mrudi kama mwanzo, unamwambia it's too late. Tupe mtazamo wako, kwa mdau wa burudani, kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye uwanja comment hapo, usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha ini sasa online digital chao chao